Katika trip hii wateja wetu hawa ishirini na nane watapata nafasi ya kwenda kushiriki katika yale maonyesho ya Canton Fair, maonyesho ya kibiashara, najua mnayajua, ni maonyesho maarufu sana. Kwa hiyo mnaweza kukajionea wajasiriamali mbalimbali mbali, wafanya biashara mbalimbali wa Kichina, ambapo tunajua hiyo ni sehemu muhimu sana ya kujifunza, lakini pia mtatembelea E, wazalishaji wa bidhaa mbalimbali bwana Filbert Mponzi metu, ametuambia walivyokwenda last time waliona viwanda mbalimbali na ndio maana yeye akaweza kujifunza mpaka aka, akaweza kuwa na kiwanda chake sasa hivi kwa hiyo tunaamini wafanyabiashara wanaokwenda katika trip hii pia watapata huo wasaa wa kuangalia viwanda mbalimbali wazalishaji mbalimbali na naamini mkirudi mtakuwa na mawazo mengine kwa ajili ya kukuza biashara zenu. Nilipoenda China nilipata fursa baada ya kwenda na NMB. NMB walituzungusha miji tofauti. Nishukuru NMB wameweza kuniwekea mtandao mkubwa wa kuwasiliana na watu wakati tuko kwenye ziara zetu. Nakumbuka tulizunguka kwenye viwanda tofauti, vilikuwa vinazidi kumi, lakini niipata fursa kwa sababu nilikuwa na msukumo wa kiwanda cha maji, niipata fursa ya kwenda mji mmoja waga na ukosea kuutaja ni Guangdong, sijui tulifi tulifika huko wakati tumeenda na tulikuwa na mwingine mfanyabiashara ambaye tulifahamiana kwenye hiyo safari, ndo alikuwa na yeye ana ndoto ya kuwa na vifaa vya kuchuja maji ya nyumbani. Naitwa Delfina Leon Shine, nimetokea kampuni ya Bear Foot International. Namshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii ya kwenda China. Kwa kweli tuna matumaini kwamba tutajifunza mengi mambo ya biashara. Niko kwenye kilimo, nilikuwa ni mstaafu, nilikuwa kwenye kilimo. Kwa hiyo nitakapokuwa kule China ina maana kwenye haya maonyesho kuna mengi ambayo nitayaona ukilinganisha na Tanzania kwetu. Kuwa na uzoefu wa kwenda China hata nikiwasimulia hapa kuna wengine wana uzoefu zaidi. Lakini safari inayoenda kwa sababu ya NMB Bank inakuwa na utofauti na ile unayoendaga peke yako. Kwa sababu navyoenda wengi kama timu, kila mmoja anakuwa na kila anachokijua na huyu anakijua, mkiunganisha kuna jambo linatokea na mimi mwenzenu pale, kuna kitu kilienda kutokea pamoja na kwenda trip kama arobaini China, lakini trip ya NMB benki niliona utofauti wake bora sana, na NMB ambao fursa ambao niliopewa kwenda China. Mimi naitwa Sanje Sumaria ni fanyabiashara ya mazao kutoka mkoa wa Singida. Hapa ambao tunapelekwa China kwa ajili ya kujifunza mambo mingi na kutembelea viwanda ili tuweze kuwekeza kwenye viwanda na maisha ziendelee.